Jana mfano, Yanga inacheza vizuri kama ka mpira mzuri, yeah. Ile mpira game katembea akashindambjananaw yes, <laughs> yeah, shida iliopo kwa huyu kocha yeah. Mimi, mimi niko na dauti toka ameletwa am, am kwa kocha wa Yanga mm. Sema nikawa najipa muda kwa sababu wajua, naweza ukamdauti mtu afu yeah, akakuprove wrong. Mimi niko na najipa right. Na muda kwamba sifa alizokuwa nampa

udogo wa umri sometimes ni changamoto kwenye ukocha kwa sababu ukocha, mda mwingine uzoefu mm, wamekocha wazee au wa mwanake wana uzoefu wa mechi nyingi, viwanja vingi, sahi, mbinu nyingi, hata e, hatu nikasema Yanga ni kubwa kuliko Folz. Ngoja tumuone sasa, Folz alifanya okay, yeah, kitu gani? zile mechi za mwanzoni zile zote zile zimekuwa sabii kama zile si Yanga day mm. Nini? ile na hata hata ile <coughs> ngao ya jamii na Simba ile mm, ni sababu mda mwingine zimechezia zinaga mwenyewe ataa, lakini kafunga. Nikaanza kumjaja kwenye mechi kwanza, ila kashinda tatu bola la tatu ndo lile amna ile mechi. Hata angeshinda sita, mashabiki wa Yanga wangelalamika tu